Tumeingia tena kwenye mzunguko wa mwisho kabisa wa NBC Premier League, ikiwa ni mzunguko wa mwisho kwa msimu wa 24 25. Kwa upande wa mwenyeji uh, timu ya Namungo, hakuna mabadiliko makubwa sana leo kwenye mchezo huu, ni wachache tu ambao wanaondoka. Derrick Mkombozi ameanza nafasi ambayo mchezo uliopita alianza Faki Mgunya. Chiro ameanza juu kule pamoja na Emmanuel Mpuka chini, hiyo akicheza Yusufu Manyinyi E, Uganda natokea pembeni pamoja na Habtlukindo, wakati Sadalipangili atakua kiungo mkabaji. ita timu kadha wkadha, Shomari Lawi kutoka Kigoma, moja kati ya safari ndefu sana ni ya kwake. Hakuna usafiri wa moja wa moja Kigoma Ruangwa, haiwezekani, lazima atalala njiani. na filimbi yake ikiashiria kwamba nakenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu sana kwenye matangazo haya ya moja kwa moja tukiwa tunafunga msimu na 24, 25. wa is4 2ao mcheza mwisho kichezwa hapa kumtafuta Medie Kagere anaupisha ule nafasi ile anacheza na kamata uzuri goalkeeper Jacob Lonje. Alikuwa nafasi nzuri tena kwa Kabunda ile, lakini akapiga shuti ambalo alina nguvu kubwa. Goalkeeper akawahi. Kabunda Hassan anajitangulizia ndani ya box anadondoka ile Foul. Mamuzi anasema ni penalty.

Mbana na Mackenzie Ramadhani lakini mkoaji wako wa penalti Sanikibailo kipa aliona vyema, Jacob Lonje. Kabunda anazungusha ndani kule, chaza golikipa anapangua, bado ingiza tena ndani kule, anaweka ndani ya nyavu, wanatangulia Namungo. Medi Kagere, Medi Kagere, kwenye muda usiozidi dakika nane, wanatangulia Namungo Football Club kuweka goli kwenye nyavu. Kabunda Hassan akaizungusha ndani kule, karuka kichwa kwa mara ya kwanza ile, Kagere ikapanguliwa, lakini kwa mara ya pili akauweka kwenye nyavu na kuwatanguliza Namungo ndani. Aapoteza mpira ule nafasi, kwa Najim Musa kampa goli kipa mpira wa kuweka kwenye nyavu tu, goalkeeper alishaondoka ile. Kapoteza nafasi nzuri sana ile. Najim Musa Najim kuweka kwenye njia ndani, sio kumtafuta Medie Kagere ndani ya box. Kipa katoka, inaingizwa chinchini ndani, inakosa mtu akumalizia, inakwenda nje, goal kick. Kuna nafasi nyingine ile kwa Lakini vipimo vya Medie Kagere havikuwa sahihi, mali kaenda nje na kwa goal kick. Kagere cheza na naji Musa, weka kwenye njia ndani, huku nafasi kwa jojo, cheza anapangua Kagere. Chuma cha pili, chuma cha pili anakiweka hapa, Medie Kagere Terminator, akiendelea kuiweka pazuri Namungo, hapo ana shughuli nyingine ya kufanya, uhakikisha hapotezi kwa magoli mengi. Lakini mpaka sasa dakika 31 isharuhusu magoli mawili. Gando hapa alitisha kama anapiga, alafu akauwacha akatiechirwa naye tishia mtu akampigia mwili. Ni Yusuf Manyinyi na yeye ambaye amekamata dimba la kati pale, akaenda kupiga Isa Abu Shehe, tumbukiza ndani huku piga na goli la tatu! Hassan Kabunda anaifungia timu yake goli la tatu, wakati kwa msimu huu inakuwa ni goli lake la pili. Alikuwa na uhaba sana wa magoli msimu huu Uka juu wote, lakini hakuna aliyeweza kufikia mpira ule, na ukafika moja kwa moja kwenye mguu wa Hassan Kabunda na kumalizia kuweka kwenye nyavu. Abushe, ingiza ndani kwa Najim Musa pembeni huko. Sasa Hassan Kabunda kwenye nafasi nyingine tena, Kabunda, inagonga mwamba, inarejea uwanjani. Kuna nafasi nyingine tena ile kwa Namungo kupata goli mpira mkali wa hizi kazi ambaye anajua kuzipiga friki kisawasawa Erasto Edward Nyoni ni moja kati ya ambao ni wataalamu sana wa mipira iliyokufa nilikuambia ni mkali wa hizi kazi na alichokifanya ndicho ambacho kimesadifu kile alichokisema mwanzo Erasto Edward Nyoni kisu cha buchani ambacho kinamalizika na ukali wake, chinja maridadi sana pale unaweza, una daka unawezaje soka jukuta unavunja mbavu na bado una familia na kipindi hiki cha usajili. Magoli manne kwa Namungo, dakika 45 zikimalizika kwa filimbi ya mwamuzi wa kati Shomari Lawi kutoka Kigoma yake ikiashiria ya kwamba ni mapumziko kwenye uwanja wa Majaliwa wilayani ya aru, wila Ruangwa kutoka Kigoma. Tuweze kuzianza dakika 45 za kipindi cha pili, na kwa filimbi hiyo basi ndo tunakwenda kuanza kabumbu kwa namna hiyo, kuhakikisha tunazimaliza zote tisini kwenye mchezo wa NBC Premier League, kwa ni mchezo wa kufunga ligi kwa msimu huu, kwenda kufunga msimu wakimalizia hapa Namungo mpira mrefu ndani kule umefika, ingiza ndani huku. Nafasi nyingine tena anacheza goli, kipa anapangua ile, bado Karabaka Sale ka uzuri Ken Gold. Medie Kagere alikuwa anatafuta nafasi ya kupata hattrick pale gando, akiweka kwenye njia ndani huku, pambana pambana huku, kipa ametoka ile nafasi ile kwa Ken Gold, bado ameendelea kuremba mwandiko, ndo shida yake, mpira unatolewa nje si nzuri, kajikuta upaka paka sana rangi. Nafasi nyingine tena kwa Namungo Buswita anaweka chini chini ndani huku piga ndani kule nagonga mwame nareja uwanjani, jaribu ile Eric Kapaito ondosha Sadala Muhammad ilipangile kazi tu, we ya vihendo vya hapa na pale watu wakionesha ufundi ambao wako nao Asani kibailo zandani pigia shuti la mbali lile, bonge ya goli linafungwa hapo kwenye uwanja wa Majaliwa, shuti la moja kwa moja la Saleh Karabaka, inakuwa ni goli la tano kwa upande wa Namungo, kianyanyua viongozi hapo wa timu pamoja na walikuwa madiwani, chashuti kwa gula kushoto likwenda moja kwa moja nyavuni na kwa filimbi ya mwamuzi wa kati kutoka mkoani Kigoma Shomari Lawi, naashiria kwamba dakika 90 zimemalizika, zimemalizika. Namungo bado wapo sana, wakikimbia ile playoff na kuacha huko chini prison pamoja na Fontaine. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi Pascal Kabombe, kabumbu likimalizika, Namungo magoli matano KenGold wakishuka na mzigo wa magoli mengi kulikweli, kwenye michezo miwili ya mwisho wakipoteza kwa goli kumi.